Tumeshuhudia me ufunguzi me wa kozi ya kwanza kabisa inafanyika kwa mara ya kwanza hapa chuoni ya inaitwa United Nations Civilian Civil Component Course. Kozi um, hii inalenga uh, kutoa mafunzo kwa ajili ya moja kati ya komponenti tatu za ulinzi wa amani. Kama mnavyofahamu, ulinzi wa amani una komponent tatu, tatu, ambazo ni uh, civilian component, military component na police component kwa hiyo, eh, civilian component ndio component kubwa zaidi ambayo inaunganisha hizi component nyingine zote eh, tatu. Wa sababu um, katika kozi hii inalenga kutoa mafunzo kwa wale wote watakaounda kundi hili ambalo litakuwa nje ya eh, polisi na jeshi. Kikundi eh, cha polisi na jeshi katika ulinzi wa amani. Kwa hiyo ana jukumu kubwa sana la kusimamia mission za ulinzi wa amani, kusimamia shughuli za kawaida za ulinzi wa amani, lakini vilevile kusimamia um, mission support ya any uh, peacekeeping operation. Kwa hiyo ni, ni kundi kubwa sana katika uh, operation yote ile ya ulinzi wa amani. Kwa hii tumeifanya ni kwa mara ya kwanza kwa, lakini ni lengo, lengo ni kwamba ni kutimiza maelekezo ya um, afande uh, CDF kwamba tuweze kuunganisha komponenti zote tatu na inafanyika kwa ufadhili wa serikali ya Japan eh, na um, UNDP ambao eh, wamesimamia kufanya nao kwa pamoja kuendesha hii kozi, lakini uh, serikali ya Japani iko katika mchakato wa kufadhili chuo chetu na tumeanza na kozi hii. Kuna kozi nyingine mbili ambazo zinatarajiwa kufanyika siku za hivi karibuni ambazo zinaendana na hii element ya civilian component lakini um, nachoweza kusema tu ni kozi muhimu na ina wigo mpana. Safari hii tumeanza na washiriki kutoka baadhi ya taasisi za serikali lakini na vyombo vyote vya ulinzi wa usalama, kwa sababu ni taasisi ya kiraia lakini um, inapotokea mwanajeshi au polisi anakuwa sehemu ya kile chombo, hawi sehemu tena ya jeshi, hawi sehemu ya polisi. Kwa hiyo ni, ni, ni component kubwa ambayo inahusisha eh, kama nilivyosema eh, sekta zote kwa maana ya teknoloji eh, ni moja kati ya um, eneo ambalo linatiliwa mkazo katika ulinzi wa amani, kwa sababu mambo yanabadilika eh, sasa hivi eh, hata Umoja wa Mataifa unaelekea kuwa na kitu inaitwa smart camp. Maana smart camp maana yake ni kwamba um, kila kitu mle ndani kimekuwa ni, ni ni, ni electronic sasa eh, katika sehemu ya mafunzo haya ni moja kati ya eneo ambayo tunaliangalia kwamba kuandaa um, maofisa kwenda kuoperate katika mazingira haya. Kwa hiyo mtaona hata um, hapa chuoni tumeweza kujipanga, kozi itaendeshwa kisasa kabisa e, kwa kutumia zile mazingira ambayo yale wataenda ku Godfrey e, Mulisa ni mratibu wa programu za utawala bora hapa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP uh, ko chuko hapa leo kwa ajili ya kusaidia uzinduzi wa, wa programu hii ya mafunzo, kwa Kiingereza tunasema uh, peacekeeping training centre ambao wako hapa katika jeshi letu la, la, la, la Tanzania lakini wana kitengo hichi ambacho ni maalum kwa ajili ya kutoa mafunzo yanayohusu peacekeeping. Umoja wa Mataifa unaweka muundo wa ushiriki wa raia wa kawaida katika masuala zima la peacekeeping operations duniani kote. Kwa hapa Tanzania bahati mbaya au sio bahati mbaya, lakini hatujawahi kupata fursa hiyo. Kwa hiyo sisi shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo la UNDP kwa kushirikiana na serikali ya Japani tuli na pamoja na, na, na, na jeshi hapa tulishirikiana kuunda mafunzo haya ambayo kwa maksudi mazima inalenga kuwajengea uwezo raia wa kawaida uh, katika kushiriki kwenye masuala ya kutuliza amani katika nchi ambazo zinakuwa na machafuko, kwa inaweza kuwa ni hapa ndani, lakini pia mchango wa Tanzania nje ya hapa. Kwa hiyo tunategemea watu watakaokuwa wamepata mafunzo haya wanaweza kutumika kusaidia uh, masuala zima la kutunza amani nje ya Tanzania kama raia na sio tulivyozoea peke yake wanajeshi. Kwa hiyo mafunzo haya yapo kirasmi, ni mfumo ndani ya, shirika, ndani ya, ya Umoja wa Mataifa. Nchi nyingi zinafanya mafunzo haya, na sisi Tanzania nadhani itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi raia kwao. Watakaoshiriki mafunzo haya ni raia wa kawaida, wengi ni waajiliwa kutoka taasisi mbalimbali za serikali, lakini wanaingia kama raia wa kawaida kushiriki katika mafunzo haya.